Septemba 2024, serikali ilifanikiwa kwa mara ya kwanza kuanzisha kituo cha upandikizaji mimba katika hospitali za umma nchini ambacho hadi kukamilika, kukamilika kwake ikiwemo ujenzi, vifaa na kusomesha wataalam imegharimu bilioni 1.72. Tayari kituo hicho kimeanza kutoa huduma za kuvuna mbegu za kiume na mbegu za kike na kupandikiza mimba kwa kina mama wenye changamoto ya kupata watoto kwa njia ya kawaida. Katika kipindi cha miezi mitatu tangu kuanzishwa huduma hiyo, familia zaidi ya nane zimejitokeza na kupata huduma hiyo. Katika kuendele, kuendelea kutekeleza azma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kupambana na magonjwa yasiyoambukiza Hospitali ilifanikiwa kuanzisha matibabu ya kupunguza uzito kwa wananchi wenye uzito uliopitiliza kwa njia ya uwekaji wa puto katika mfuko wa chakula kutumia endoskopia na wengine kupunguza ukubwa wa tumbo kupitia upasuaji wa matundu madogo. Hadi sasa wananchi 155 wamewekewa puto, 44 wamefanyiwa marekebisho ya puto, maputo yao kulingana na uhitaji wa mteja na 11 wametolewa puto. Hospitali ya Taifa Muhimbili ilifanikiwa kuzindua mtambo unaotumia tiba hewa mgandamizo yenye oxygen ya asilimia mia moja, yani hyperbaric oxygen therapy ambao unatibu magonjwa zaidi ya kumi. Tanzania ni nchi ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati na ya pili kusini mwa jangwa la Sahara kupitia hospitali za umma kutumia mtambo huo ambao uligharimu milioni 250. Hadi sasa wagonjwa 54 wamenufaika na huduma hiyo na kupona mbali na kupona magonjwa mbalimbali mbali ikiwemo vidonda sugu, maumivu makali ya mgongo na wagonjwa waliopata madhara ya mionzi tiba ya tiba ya saratani.